Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, tumepata mwendelezo kidogo wa lile sakata la Mary, e, ambaye ni mchepuko wa Mwijaku, e, na huyu, e, na huyu bidada ambaye alikuwa akimfanyia vitendo vya ukatili nadhani utakuwa unafahamu the whole story, tumeisha ikava hapa Trend TV eh, almost siku kama mbili zilizopita, na kila kitu nadhani utakuwa unafahamu iwapo kama huko karibu na channel yetu. Lakini this time around ni kwamba kuna habari ambayo imetokea, ni kwamba kumbe huyu dada ambaye amechepuka na, na huyu Mwijaku ambaye ni rafiki wa huyu Mary ambaye ni mchepuko wa Mwijaku eh. Sasa huyu binti ambaye alikuwa anafanyiwa huu unyama, kumbe alikuwa anahudumiwa kila kitu na Mary. Kwa hiyo huyu Mary kila akitoka akiwa akiendelea na mishe zake, labda Mwijaku akiwa anamtunza katika matunzo ambayo Mwijaku anampatia huyu Mary, Mary alikuwa anaishi vizuri na marafiki zake, alikuwa anawapa pesa, anawalisha, anawatoa auti, wana, wanaishi vizuri yani Kinyamwezi. Lakini at the end of the day akaja akagundua kwamba kumbe moja kati ya marafiki zake huyu na yeye pia kumbe anatoka na boyfriend wake ambaye ndo huyo Mwijaku, kwa ndo maana akajisikia hasira kiasi hicho cha kufanya yale ambayo yameyafanya. Kwa hiyo hapa kuna bidada amekuja ku explain kiundani zaidi kuhusiana na hiyo situation, kwa mujibu wa habari ambazo yeye yuko nazo. Hebu msikilize hapa. Kumbe yule dada aliyepigwa alikuwa anakaa kwa Mary, walikuwa ni marafiki, anamtegemea Mary, na hapo yeye ndo akawa anamwibia mwenzie ugali wake. Kula, nikupe uh, bado mwanaume wangu kaende ukatembee naye. Hicho kitu kinauma. Upande mwingine unajikuta, tunajikuta tunajitoa kwa marafiki ambao mpige uye wenye kufikiria kwamba ni kosa, lakini yule dare mbazo kashindwa kujitetea. Nimejua the reason behind, yeye ndo mwenye makosa, kamkosea Mary lakini kumbe